Mzozo wa ardhi unaotokota kwenye mtaa wa Eastleigh jijini Nairobi umesababisha serikali kuingilia kati baada ya baadhi ya wakazi kuibua wasiwasi kuhusiana na madai ya unyakuzi wa ardhi hiyo ambayo ilikuwa imedhamiriwa kunufaisha umma, ukiwemo ujenzi wa vituo vya kuwahudumia watu walio na ulemavu pamoja na watoto kutoka familia zisizojiweza. Kipande hicho cha ardhi kinachokumbwa na utata kilicho karibu na shule upili ya upili ya wavulana ya Starehe kimekuwa kitovu cha ubishi kati ya usimamizi wa kituo cha wanafunzi wenye mahitaji maalum na mstawishaji wa kibinafsi kutoka sehemu hiyo ambaye alikodisha ardhi hiyo mwaka elfu mbili ishirini japo kwa sasa anadai kuwa kipande hicho ni chake. Sara Esendi ambaye ni manusura wa mkasa wa bomu uliotokea mwaka wa 1998 jijini Nairobi analalamikia kile anachosema kuwa ni njama ya mstawishaji wa kibinafsi kunyakua ardhi ya ikari moja ambayo ilikabidhiwa kwake na serikali katika azma ya kupiga jeki miradi inayonuia kushughulikia masilahi ya watu wanaoishi na ulemavu. Esendi amesema amehangaishwa na madai ya majaribio ya nyakuzi wa ardhi hiyo. Ameongeza kuwa alikodisha sehemu ya kipande hicho cha ardhi kwa mstawishaji wa kibinafsi mwaka 2020 kwa kipindi kilichofikia kikomo mwezi Machi mwaka 2025. Lizi liisha mwezi wa tatu, ambaye tuliandikishana na yeye na tangu aingia, aliniambia hatalipa kitu yoyote, kwa ajili amalize kujenga arusi zianze kufanya usiku ndiye atatoa pesa ya kunilipa ya miaka mbili. Pia amesisitiza kwamba hamiliki ardhi hiyo kibinafsi, lakini kama mdhamini wa shule ya msingi ya Sa Faith, ambayo ni taasisi iliyoanzishwa kuwasaidia watoto kutoka familia maskini na watu wenye mahitaji maalum but of the, of the, of the, of the mzozo huo ulionekana kutokota wakati barabara ambayo hutumiwa na wakazi ilifungwa, hali iliyofanya asasi za usalama kuingilia kati pamoja na maofisa wa utawala wa serikali ya kitaifa. Naibu kaunti kamishna wa kaunti ndogo ya Starehe Linus B amethibitisha kwamba swala hilo linachunguzwa. eh, eh, eh, eh, uh, uh, eh, so hii shule ikifungwa kama sisi tutaathirika na watoto wetu wengi wataacha shule, na si vizuri kuona mtoto huku anakuwa mwizi ama wengine wameingia kwa pombe ama wengine wanaingia kwa bangi. Joseph Wahungu Darubini.